Na bila amani sidhani kama tunaweza kuwa na hiyo maendeleo katika kaunti yetu. Kwa hivyo tuweke bidii kila mahali penye tuko, tuweke bidii na tuweza kuleta amani katika kaunti yetu, tupendane, tuishi pamoja. Hii ardhi ni kubwa, hii ardhi si ni kubwa sana, itatutosha sisi wote. Na tukisema hii ardhi ya jamii fulani, hii ni ya jamii fulani, hii ni ya jamii fulani, hiyo ni makosa kubwa sana Tunataka tuseme watu wetu jamii wetu penye wako kila mahali, wapendane waishi pamoja na tukuwe na amani. Amani ni kitu muhimu sana, na kama Mandera Kaunti, na tumeona matokeo mzuri sana kwa ile kazi imefanyika katika kaunti yetu. Um, na tutaendelea kufanya hivyo hivyo kama serikali ya county government pia tutaendelea na program wetu ya peace and security. As a department, tutaendelea kufanya kazi na all the civil society organization, tutaendelea kufanya kazi na Interpeace, Nepco, IOM, Women for Peace na kila mtu uh. Kwa hivyo kwa leo sitaki ni mengi, niseme mengi. Tumekuja kulaunch hii motorbikes, najua na pia inaendelea kuwa kali sana, nataka nikuwe fupi na niseme asanteni sana kwa wazee wetu wenye wako hapa wa sub counties Mkirudi nyumbani mwendelee na kazi venye mlikuwa mnaendelea nayo, mwendelee kufanya hiyo program ya um, amani uh, kama department na kama county government, pia tuko ready, tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kwa support. Na juzi pia tulikuwa tumefanya mkutano kubwa sana hapa Granada kat, e, tumeleta pamoja jamii ya gari tumeleta pamoja jamii ya degodia na tumeweza kusuluhisha ile tashuishi kidogo kidogo inye iko hapa na pale. Hiyo tutasolve hiyo pia, lakini tunataka tuseme tufanye kazi pamoja at the grassroots level na tume change approach yetu pia, vile director amesema, kuanzia leo hasa hakuna kufanya kazi kukaa kwa hoteli ama kuleta wazee pamoja, lakini tutaenda kwa manyatta.